Na hayo yalipokuwa akiendelea, mwandishi wetu huyo wa runinga ya Citizen Colin Shiti ambaye alivamiwa alipokuwa akifuatilia taarifa hii katika gala la halmashauri ya nafaka na mazao ya NCPB huko Kitale. Kufuatia kisa hicho, polisi sasa wanasema wanamzuilia mshukiwa Edwin Kipchumba aliyemshambulia mwanahabari huyo kwa kuvunja simu yake na kupasua shati lake. Mshukiwa alijaribu kutoroka baada ya tukio hilo, lakini alinaswa na waendeshaji bodaboda nje ya gala hilo kabla ya kukabidhiwa maafisa mshukiwa amedaiwa kuwazuia wanahabari kwa tuhuma za kuhusishwa na uhaba bandia wa mbolea. So wakati tulifika kwa geti hivi na tunakutana na jamaa nasema, shitiebai hakuna kitu utakava hapa leo toka, uenda ama nikuitie guns. So nikamuuliza nika, we ni nani? Akasema usta kujua ama ungojea guns wanakuja. nikaona, eh, hii ni ishu ambayo inahusika na Eh, security yangu then I decided kutoka nje polepole, kuongea na mdosi, namwambia hapa kuna mtu amenitishia anasema atanitia guns. Kumbe huyo jamaa alinisikia akakuja akapiga kofi simu yangu, na hiyo simu ikaenda ikaanguka chini ya pickup ya nini mmoja ya mkulima mmoja, nafikiri alikuwa amekuja kuchukua mbolea incident ambayo imefanyika leo pale NCPB ilikuwa ni incident mbaya sana na ya aibu sana na ya kuchukiza sana mmoja um, wetu ameweza kuwa assaulted kwa sababu kuna cartels wenye wanatoa mbolea na kuwauzia wakulima kwa bei kali. Wamechapwa wanahabari, siebai amechapwa, mwandishi wa Citizen ameraruriwa nguo, simu yake imefunjwa screen. Makatels wameumiza waandishi wa habari wakitutetea, hatutatetewa hatutapona Kitale.